Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupaisha halmashauri ya mji Nzega, kwa kutuletea miradi mingi ya maendeleo ambayo kimsingi imewanufaisha wakazi wa halmashauri yetu, lakini pia na wananchi wengine kwa ujumla, kwa sababu Nzega ni ni njia panda, inaunganisha mikoa mingi ya kanda hii ya ziwa na magharibi. Kutaja kwa kifupi, kuna miradi mingi mikubwa ambayo imeletwa katika halmashauri yetu. Uh, ukichukulia mfano shule za msingi katika hii miaka minne, tuna shule za msingi mpya mbili tumeletewa katika hii miaka minne, tuna shule za sekondari tano mpya, ambayo jumla ya shule za msingi mpya na za sekondari tano mpya tumeletewa jumla ya shilingi bilioni 4.167. lakini ukiacha kuwa na shule mpya, tuna madarasa mengi tumejenga tuna maabara nyingi tumejenga, lakini pia pamoja na vyoo vya wanafunzi na walimu pamoja na samani zake. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo vimeletwa vime vya maendeleo katika halmashauri yetu katika idara ya elimu ni vingi, na sasa hivi wanafunzi na walimu wanafurahia mazingira ya, ya shule ya kujifunzia. Lakini ukienda kwenye idara ya afya, fedha nyingi pia zimeletwa katika idara ya afya, tuna vituo kituo kimoja cha afya tumejenga ambacho ni zaidi ya milioni mia tano. Lakini pia tuna jengo la dharura emergency, limejengwa katika hospitali yetu, ambayo linasaidia sana katika kuhudumia wakazi wa Nzega na wapita njia. Kama nilivyosema awali, Nzega ni njia panda, wakati mwingine kunatokeaga ajali nyingi hapa kwao, tunasaidia sana watu majeruhi wa ajali katika jengo letu jipya la la emergency. Hata hivyo, pia tuna zahanati kwa kipindi cha miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan tumejenga zahanati sita mpya ambazo zimeanza zime kutoa huduma na zahanati hizi pia zililetewa fedha kwa ajili ya uh, vifaa tiba, kwa hiyo hazina shida ya vifaa tiba. Pia kwa kuna zahanati zilizotumeletwa lakini na vifaa tiba vyake pia, kwa hiyo kimsingi fedha nyingi za maendeleo kwa mji wetu mpaka zinaleta mshangao. Lakini ukiacha miradi ya elimu na afya, kuna, kuna jengo la utawala hapa tulipo. Jengo hili lime, ni jipya na limejengwa kwa thamani ya bilioni tano nukta mbili. Jengo limeshakamilika na linatumika, kwa hiyo kuna mazingira mazuri pia ya wafanyakazi kufanya kazi. Kwa utulivu na katika mazingira mazuri ili kuweza kuwahudumia wananchi. Pia wafanyakazi wakiwa katika mazingira mazuri ya kazi, pia huduma zinakuwa zina utulivu kuliko mazingira ya kazi pia yakiwa sio mazuri. Aidha, mheshimiwa Dr. Samia ametujengea wakazi wa Nzega stendi kuu ya mabasi mpya. Stendi hii imegharimu zaidi ya bilioni nne nukta tatu. Stendi hii itasaidia kuhudumia watu wote wa wilaya yetu halmashauri uh, ya mji Nzega, lakini ya wilaya ya Nzega kwa ujumla, kwa sababu Nzega ina halmashauri mbili, ina halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya. Kwa hiyo stendi hii imekuwa ni mkombozi kwa huduma za usafiri na usafirishaji. Aidha, tunatarajia kwa mwaka huu wa fedha kupata, kupata fedha kwa ajili ya utengenezaji wa lori parking lakini pia na soko kuu kwao. Tuna imani wakazi wa Nzega watapata soko la kisasa kabisa kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na stendi kuu ya maloli malori. Kama nilivyosema awali, Nzega ni junction, kwa hiyo kunakuwa na maloli mengi ambayo yanapita hapa. Tunawajengea stendi yao ya malori ambayo itakuwa kubwa, itaweza ku accommodate maloli yote ambayo atakuwa nataka kupaki Nzega, na kutakuwa na hostel katika katika hiyo lori parking. Kwa hiyo ni shukrani kubwa kwa niaba ya wa wakazi wa Nzega kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya miradi mikubwa ya maendeleo iliyopo katika halmashauri yetu na tunamhakikishia kuitunza na kuiendeleza ili iweze kudumu vizazi na vizazi. Nawashukuru.